Leo hii tunavyoongea Tanzania ina akiba ya fedha zaidi ya dola bilioni 6.7, kiwango ambacho hakijawahi kufikiwa. Bilioni 6.7 dola za Kimarekani kwa fedha ya Tanzania ni zaidi ya trilioni 16. Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekwepo na jitihada za watu kupotosha potosha, na mimi ni waombe wa Tanzania, watu hawa wanaopotosha hawafanyi bahati mbaya, ni jambo baya wamekusudia kwenye nchi yetu ni jambo baya wamekusudia kwenye nchi yetu. Nikasikia wengine wanaongelea kwamba serikali imeishiwa hela, ina printi hela. Moja, tuna akiba ya zaidi ya trilioni kumi na sita. Mbili, hakuna nchi hata moja ina mtambo wake wa kuchapisha pesa ili itumie yenyewe, hakuna duniani kote. Fedha utaratibu wake mpaka uchapishe inakuchukua miaka miwili Utawezaje kuchapisha fedha baada ya kuingia kwenye uchaguzi? Wanadhani fedha unatoa fotokopi, karatasi ya fedha sio ya fotokopi, wala hamna nchi ina fotokopi mashine ya kuchapisha chapisha fedha. Sasa niwaombe Watanzania, ukiona mtu anakuelekeza jambo baya dhidi ya nchi yako, ujue huyo haitakii mema nchi yetu.